Maana katika safari zetu za maisha kila siku huwa tunaamua, na namna ambavyo tunaamua ndiyo ina, inapelekea maisha yetu yawe jinsi yalivyo. Tunapoweza kufanya maamuzi yenye hekima, basi tunajitengenezea mazingira mazuri sana na furaha kubwa katika maisha yetu, lakini tunapoamua vibaya huwa tunajitengenezea maumivu na baadaye, yale maamuzi tunayoyafanya yanaweza yakawa yanatengeneza majuto kwenye maisha yetu na hakuna namna ambavyo tunaweza kukwepa kuamua, kwa sababu kila siku maisha yamejaa mchakato wa maamuzi. Kuna vitu lazima tunaviamua, pengine kwa ujumla maisha ya nje, au katika maisha yetu binafsi na katika fikra zetu. Ili uweze kuwa na matokeo mazuri kwenye maisha yako, lazima uwe ni mtu wa kufanya maamuzi yenye hekima. Maamuzi yenye hekima ni yapi? Maamuzi yenye hekima ni yale ambayo yanazingatia ustaarabu wa maisha maamuzi yenye hekima ni yale ambayo yanazingatia uzoefu wa maisha. Maamuzi yenye hekima ni yale ambayo yanazingatia busara. Maamuzi yenye hekima ni yale ambayo yanazingatia maadili, ni yale ambayo yanaongozwa na Mungu mwenyewe, anakuwa anahusika katika hayo maamuzi. Haya tunasema ni maamuzi yenye hekima, yaani ni yale maamuzi ambayo yanamsaidia huyu mtu kuweza kufikia kwenye njia iliyo bora au kwenye matokeo ambayo ni mazuri na sisi tunatamani kila mtu anapofanya maamuzi e, iwe ni maamuzi ya kuoa kuolewa, iwe ni maamuzi ya biashara, iwe ni maamuzi kwenye familia, iwe ni maamuzi kwenye kazi, iwe ni maamuzi kwenye utawala na uongozi, na maeneo mengine yote ya maisha yako, ni matamanio yetu yaweze kufanya maamuzi yenye hekima, ambayo baadaye yatakuwa hayana majuto. Leo nataka nikutajie sifa chache za maamuzi yenye hekima, iliweze kusema ya maamuzi ni maamuzi ya hekima yana vitu gani ambavyo ndani yake inabidi viwepo? Jambo la kwanza yanatakiwa yawe yamepewa muda. Usifanye haraka kwenye kuamua kama hakuna sababu ya msingi ya kuamua. Don't rush, unapofika mahali pa kufanya maamuzi, watu wengi wamekuwa wanaamua haraka haraka sana kwa sababu ya mienuko, kwa sababu ya hasira au furaha au nini, anajikuta anaamua, halafu baadaye anakuja kugundua aliamua vibaya, lakini muda unakuwa umesha kuisha kupita na matokeo yameshakuwa mabaya. Kwa jambo la kwanza jitahidi kuyapa kabla ujaamua jipe muda, ili upate muda mzuri wa kutafakari na kupima mambo, ili unapofanya maamuzi ufanye maamuzi ambayo ni mazuri. Lakini jambo la pili, ama sifa ya pili, lazima yawe yanashabiana na malengo. Kabla ujaamua, lazima uwe na malengo. Hakuna kitu kibaya kama kufika njia panda halafu hujui unakoenda. Umefika njia panda alafu hujui unakoenda, yani ni wapi unatakiwa uamue njia na hujui unakoenda Asa kuwa na malengo au kuwa na maono eh, tayari kuna maono uko nayo sasa. Yale maono ndio yatakulazimisha uchague njia gani, lakini kama huna malengo, huna maono, hautajua njia ya kuchagua, kwa sababu hata hujui unakoenda. Kwa unakuta mara nyingi mtu anakuambia, mimi sijui nifanyeje, hebu nisaidie nifahamu niamweje. Unamuuliza, kwani una maono gani au una malengo gani? Hana malengo yote au hana maono yote, hawezi kuamua kama ana malengo, kama hana maono. Kwa jambo la pili lazima ndani yako uwe na malengo au maono juu ya hilo jambo ambalo unataka kulifanyia maamuzi uyaunganishe na yale maono. Lakini sifa ya tatu ya maamuzi ya hekima, yanakuwa na msingi wa taarifa sahihi. Yaani unapoamua unaamua kulingana na taarifa sahihi. Usitumie hisia. Kuna watu wanaamua kwa kutumia hisia. Ah, mi naamini tu bwana, itakuwa ni hivi, mi naona itakuwa ni hivi, lakini hana taarifa sahihi ambazo zinaweza kumsaidia katika kile ambacho anataka kukiamua. Tafuta na hakikisha kwamba umepata taarifa za kutosha, na sio taarifa tu, lakini upate taarifa ambazo ni sahihi. Unataka kuamua pengine labda kumfukuza mtu kazi, jitahidi kwanza upate taarifa, taarifa za kutosha Unataka kupata nafasi pengine ya kukubali ombi fulani ulipokee, pata taarifa na taarifa sahihi kwanza, kabla hujafanya yale maamuzi. Usiendeshwe na hisia wakati wa kufanya maamuzi, usiendeshe na furaha, usiendeshwe na huzuni, usiendeshe na hasira, usiendeshe na uchungu, hakikisha una taarifa ambazo ni sahihi. Lakini sifa ya nne ya, ya, ya maamuzi ya hekima ama maamuzi sahihi huwa yanazingatia manufaa ya sasa na manufaa ya baadaye. Watu wengi sana wanapofanya maamuzi huwa wanaangaliaga manufaa ya sasa, hawaangalii manufaa ya baadaye. Mtu anaweza kuamua kuacha kazi hapa akaenda kufanya kazi mali, pengine kwa sababu ya manufaa ya sasa, haangalii manufaa ya miaka inayokuja uko mbele ya safari eh. Pengine mtu anaweza akaamua kufanya jambo analolifanya bila kucheki baadaye itakuwaje, kwa sababu tu anapata furaha ya sasa. Ili uweze kuwa na matokeo ama na maamuzi yenye hekima, lazima uzingatie hivi vitu viwili: angalia manufaa ya sasa na manufaa ya baadaye. Pima uone, eh, nini ambacho kitakuwa bora zaidi katika hilo ambalo unaliendea. Ukiona inaweza ikahatarisha baadaye na sasa pengine haina manufaa makubwa, unaweza ukaamua kuachana na hilo jambo. Utakuwa umefanya maamuzi ya hekima. Lakini jambo la tano, maamuzi ya hekima, lakini, la tano, ya hekima yanakuwa na yanazingatia ushauri na hekima kutoka kwenye vyanzo vingine. Huyo mtu anakuwa anazingatia ushauri pengine na hekima kutoka kwenye vyanzo vingine. Je, umepata watu wameweza kukushauri? Umekutana na vitu ambavyo vimeweza kutoa, eh, vinaweza kukufungua macho yako na kupata njia sahihi, vyanzo vingine vinavyoweza kukusaidia. Wengine waliamuaje walipofika kwenye nyakati kama ya kwako? Unajifunza, unapima, pengine eh, una mtu ambaye anaweza kukushauri mwenye ufahamu na uwezo na hekima kubwa kwenye hilo jambo, unapata shauri zao lakini zingatia ya kwamba si kila unaloshauriwa basi uende nalo, lakini unaenda kuyapima alafu uone kipi kinaweza kikawa sahihi. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete aliwahi kusema ya kwamba akili za kupewa changanya na za kwako. Kwa katika vile ambavyo unaelezwa ushauri unaopokea, basi unapata muda na wewe wa kutafakari na kuweza kuongeza ya kwako kabla ujafanya yale maamuzi. Sifa ya sita ya maamuzi yenye hekima, hayana upendeleo biasness hayana upendeleo kabisa maamuzi ambayo yanakuwa ni ya hekima. Yani, usifanye kwa sababu ya upendeleo. Fanya kwa mujibu wa taarifa ulizojikusanyia na ukweli na uhalisia. Usifanye kwa upendeleo. Pengine mtu anaweza akawa anaamua kwa kupendelea. Sasa unapoamua kwa kupendelea, baadaye unakuja kugundua ya kwamba hivi mm, livyoamua sio sawa amuzi unayofanya asiwe na upendeleo. Pengine labda kwa sababu fulani fulani za kihisia na kimimuko ukaamua kupendelea upande fulani, no, hakikisha ya kwamba unaamua katika haki, unaamua katika misingi, unaamua katika, katika, katika kutokana na zile taarifa na ukweli halisi ambao umekuwa unaugundua, usiamue kwa upendeleo. Lakini jambo la saba, na hili ni kubwa sana, ni kumtanguliza Mungu mbele katika chochote ambacho unahitaji kuamua tangulize Mungu mbele, omba Mungu. Unahitaji kuamua kuacha kazi, unahitaji kuamua sio kufungua biashara, unahitaji kuamua kuoa, unahitaji kuamua kuolewa, unahitaji kuamua kusoma. Yaani vile vitu ambavyo unahitaji kuviamua huko nje, uko njia panda, mshirikishe Mungu, mtangulize Mungu mbele, ili Mungu aweze kukusaidia. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Zaburi ya 32 na mstari wa nane. Biblia inasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea nitakushauri jicho langu likikutazama. Nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Namshirikisha Mungu, unaomba Mungu ili Mungu akupe amani ya moyo, na katika hayo mengine sita tuliyoyaona, basi utajikuta unafanya maamuzi ambayo ni sahihi, na wewe, hautakuja kuyajutia. Angalizo, si kwamba ni lazima kila unachoamua kiende sawasawa. Unaweza ukazingatia hayo yote lakini bado baadaye yale maamuzi ambayo unayafanya yakawa pengine yana majuto. Unajua kwa nini? Kwa sababu sisi ni wanadamu, hatujakamilika. Kukosea ni sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo hata ukiazingatia haya, alafu ukiona bado umeamua vibaya, usiache kukaa chini na kujitafakari, na kuinuka tena kwa upya, kujisamehe na kuchukua njia nyingine, na maisha yaweze kuendelea kuwa bora. Maisha ni mchezo wa kujaribu, kujaribu na kukosea, kujaribu, na kukosea. Hadi pale ambako tunaweza kufikia tulikofikia. Mimi nakutakia kila la heri, pengine kwenye yale mambo ambayo unahitaji kuamua, ukaamue kwa hekima.